Kama unavyoona vijana hawa ni vijana wa wahitimu kidato cha nne katika shule ya sekondari Igelegele iliyo katika kata ya Mahina katika halmashauri ya jiji la Mwanza mkoa wa, wa Mwanza. Ni siku yao muhimu sana wanapo hitimu kidato cha nne ikiwa ni mahafali ya kumi na tano tangu shule ya Igelegele ianzishwe. Wanaona vijana hawa kwa kweli wakiwa na bashasha kabisa, wanamshukuru Mungu eh? Jana wako vizuri kabisa, wanamshukuru Mungu wa wa kwa matendo makuu aliyowatendea. Walianza safari yao wakiwa ni mia tatu sitini na tatu, lakini Mungu ni mwema. Vijana hawa leo wanaenda kuhitimu akiwa na idadi kamili ya wanafunzi 185. Kwa kweli wanamshukuru Mungu, wana jambo la kumwambia Mungu asante, asante.